Hili ambayo tunalisimamia ni swala la sheria. Ukisema tulale tu, mimi nawaambia wazee, vijana wa hovyo wa alifu wako, na mimi nazungukaga sana usiku. Mwenyekiti, hawa wananchi ambao wamekuchagua wote ni wako, wote wanatakiwa kuwalingania kwa, kwa mujibu wa sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana umeletwa umeletewa watu kama sisi kwenye kwenye mtaa wako kwenye kwenye sababu chagua ndio wangu wewe, niombe sana wazee wangu, niombe sana wananchi wenzangu wa Kigezi, swala ulinzi shirikishi, naulia tena kusema ni swala muhimu, ni swala la lazima, ni swala ambalo lipo kwa mujibu wa sheria na lipo kwa mujibu wa katiba ya ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Niombe sana ushirikiane kwa pamoja kulinda maeneo yetu, usije ukakaa tu ukaamini kwamba maeneo yetu yako salama lazima tuhamasishane. Polisi tumepewa core five functions of community engagement, mojawapo ni encouragement. Lazima tuhamasishane, mimi nikikuhamasisha, nikikuwezesha, tukailinda sheria pamoja, maeneo yetu yanakuwa salama, sio wewe. Leo tunaongea hapa, kumbe jirani, unajua kabisa kuna mtu kazi yake kutuletea bangi, kutuuzia, anatuharibia vijana wetu, ana mjare, mjare, umenyamaza awi yaani kwa... kuna mtu kwenye mtaa wetu anajua kabisa mtoto wa mama fulani au mzee fulani anatuletea bangi, vijana wetu wananunua, wanauza, wanavuta na yeye amenyamaza kimya, akiamini kwamba yeye ni mzalendo. Wewe sio mzalendo, unatuunguza, unatuharibu sisi na unaitakia jamii yetu iharibike, tuendelee kuchochea uhalifu. Wazee, uhalifu huko na namna nyingi Tunaweza tukakaa hapa tukiamini Kigezi yetu iko salama. Kumbe kuna mtu hapo sasa hivi anafanya kwa kwake hobby. Alafu sisi kwa sababu ya muhali tunaamua tukukaa kimya. Niwaombe sana. Niwaombe sana Masabu, wafanya, kipili, kasema, kwa sababu hali tunayofanya hapo kwa mujibu wa sheria isipokuwa kwa kipindi tumakufikia. Alafu ukasema mimi sikwambiwa kikao ndo hichi na kipo kwa mujibu wa sheria. Tunaambizana sote kwa pamoja tuelewe. Namna gani tunatakiwa kuimarisha ulinzi na usalama kwenye maeneo yetu? Na ulinzi na usalama kwenye maeneo yetu ndio tukifanya sisi tuendeleza uchumi. Yaani wewe leo ukiamua kutafuta pesa zako, ukaenda pale Taliani ukafungua duka. Unafungua duka kwa sababu gani? Una ulinzi na usalama, maeneo yetu yanakuwa salama, si ndio? Hey, unakuwa na amani tofauti na hapo, atakuwa na uwezo wa kufungua duka pale sasa hivi Haisi, sana sana. Naongea sana kwa sababu na mifano hai nanyi unaijua. Kwa kina mama narudia, kina mama kwa mtaa huu yamekuwa hamjahudhuria wengi. Kuna mambo mnayofanya chini chini, ambayo mnahisi sisi hatuyajui, tunayafahamu. Tunayajua mm -hmm. Fichueni uhalifu, fichueni uovu. Watoto mnawatendea mambo maovu, kama leo mwenyekiti wakati kwa pale Buyuni kuna mtoto kaletwa mtoto mdogo kabisa wa darasa la tano sita, amepigwa kavimba shavu la kulia kavimba. Nini? mama yake ambaye wa kambo anaishi naye sika muziki kitu gani, kamtandika. baba yake yuko wapi? Yuko huko Simiyu, yuko Shinyanga, si sio wapi. Nampigia mzee, vipi mwanao huyu sasa hivi ananiambia, hata mimi mwa... sielewi yafam. sielewi afande, sielewi mtoto wangu nimemwacha na lakini naona anapata shida, lakini yule mtoto anaishi kwenye jamii, aishi peke yake kuna watu wanamuona si ndio, walio sote taarifa, miaka kumi, kumi na mbili, kumi na tatu watu si ndio walio sote taarifa bahati nzuri mtoto kajiongeza mwenyewe mtoto wa miaka kumi na mbili wakati ile jamii wapo watu wengi tunaficha maovu kwenye jamii zetu, tuyafichue jamii tukifanya hiyo salama maana tumesalimika wote tukifanya jamii iwe salama, maana tumesalimika wote. Mwisho wa siku tutasalimika wote, lakini wewe leo unakaa unayaficha ya kwako, unaamini kwamba utasalimika peke yako. Sio kweli. Kali katoto kalikuja, nimekaelekeza, tumekasaidia, mwisho wa siku mpata msaada na babake nimeongea naye. Sasa wewe ambaye uko tu kwenye jamii, uko tu ili mradi, mimi niwaombe sana wazee wangu Ilijambo, mungino, wakasema, ili jambo ambalo tunalihubiri wakati mwingine unaweza ukasema labda yule jamaa anaongea tu anaongea tu, sio kweli. Nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa sheria, nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Sheria zipo wazee wangu, sheria zipo, usije ukasema kwamba hatujakuambia, usije ukasema hatujakuambia. Sheria zipo na zinatekelezwa ingine mwanyikido namaliza, maana niliuliza swali, nimeenda sana mbele. Kingine ambacho nawaomba sana wazee wangu, sasa hivi Tanzania tuna ugonjwa, nafikiri mnaofahamu, huko trend sana kwenye mitandao, si ndio? unaitwa nini? wataalamu wa afya wanajua vyanzo vya kuenea kwa ugonjwa huo ni pamoja nakumu sana kuongea kwa karibu, kusalimiana. Sawa, kusalimiana ni utamaduni wa Tanzania, lakini tuwe makini. Wenzetu wameathirika na wamekutwa baadhi, wapo sasa hivi wamehifadhiwa, wanaendelea kuhudumiwa. Ni waombe sana wazee wangu, tuendelee kuwaelimisha watoto wetu. Watoto kama hao, watoto kama hao wanapata ugonjwa huo, can you imagine, si anaumia sana? Na sisi wenyewe wakubwa tuendelee kuelimishana, kueli ni ugonjwa ambao ni hatari. Kama mmeona kwenye mitandao, ni ugonjwa ambao unafanana na mtu ambaye amepata nini, tetekuanga au surua. Ni ugonjwa hatari, lakini kinga zipo na watu wanaendelea kuelimishwa ili tuendelee kuwa salama, kwa sababu wao wananchi, ambaye sasa hivi taifa linakutegemea kukuza uchumi, unaenda kupatwa na huo ugonjwa kwa sababu tu ulikuwa ujui. Tuendelee kuelimishana tuendelee kuweka mikakati, tuishinde hii vita, kwa sababu ni vita. Mwenyezi Mungu atakubariki sana mwenyekiti, ni kuombe sana. Narudia tena kusema na nasisitiza swala la ulinzi shirikishi ni swala ambalo ni la lazima. Swala la lazima sio la hiari. Ikitokea yeyote ambaye atakuwa anaonekana anakwamisha, mwenyekiti, niite mimi live muda wote. Usiponiita hawa watakulaumu ndio maana mzee hapa ameongea. Usiponiita mimi kuwafuata wale watakulaumu tu. Niite mzee. Nyumba ile hawashiriki kwa namna yoyote sawa na ulizi shirikishi. Tuwafuate. Maana kuelimishana sio kama tunaelimishana. Mtu ambaye hataki kuelewa maana yake nini? Anataka kuchukuliwa kwenda mahakamani. Na mahakamani kule vitu ni viwili tu. Either faini laki tatu au kwenda jela mwaka mmoja elfu moja na mia tano, jamani, kwa mwezi. Tunajua maisha ni magumu, mambo ni mengi, lakini tukiamua tukawatafuta vijana wetu ambao wanatulindia maeneo yetu, elfu moja na mia tano tunaweza kuipata kwa mwezi. Mimi naamini kule Kigezi chini watu wanatoa hadi elfu tano kule Kigezi, watu wanatoa hadi elfu tano hapo Mtongo, watu wanatoa hadi elfu kumi sijui elfu saba hapo, na matokeo yanaonekana. Naongea sana, lakini tuendelee sisitizana swala so la ulinzi shirikishi ni la lazima, tuhakikishe maeneo yetu yanakuwa salama, na hiyo ndio kazi mama ambayo sisi tumetumwa kuja kuifanya. Kweli kuna vijana ambao wanazaliwa kwenye haya maeneo wako ni wahovyo sana, tuendelee kuwafichua wazee, niteni bwana, yule kijana atumwelewi, anahatarisha amani ya mtaa wetu, niambieni muone. Wanafahamu nini ambacho kinaendelea, wanajua niendelea kuwaelimisha, kuwaomba na kuwasisitiza swala la amani. Ni swala lazima kwenye maeneo yetu. Ni waombi sana wazee wangu, mimi ni polisi kata wenu, naitwa Assistant Inspector Makere, ni polisi kata wa kata ya Buyuni, nahudumia mitaa kumi na moja kuanzia pale ki fresh mpaka Nyiburu. Swala la ulinzi na usalama kwa kila Mtanzania ambaye amezaliwa kwenye hii ardhi ni muhimu na ni lazima namba yangu ya simu 665596. Mwenyekiti, majina yako ni nani? Naitwa Selemani Abara Kiumbu, mwenyekiti hmm, wa serikali ya mtaa wa Kigezi, kata ya Buyuni. Naona leo umekuwa na mkutano na wananchi, nini kikubwa kikubwa? Ni kuwafikishia wananchi wetu wa mtaa wa Kigezi kuhusu maswala yanayowahusu, maswala ya maji, maswala ya umeme, maswala ya ulinzi na maswala ya mengi yanayowahusu ya, ya mazingira. Kwa hiyo tumewaita ili kuweza kujadiliana nao kuhusu maswala hayo yote kwa pamoja. na swala la ulinzi likoje? swala la ulinzi lipo katika mtaa wetu, kuna zoni, tuna zoni karibuni nne, lakini hii zoni ya hapa tulipofanyia mkutano bado ulinzi hauko sawa sawa na maeneo mingine. Ulinzi ni changamoto, watu kuchangia ni shida. Kwa hiyo kwenye mkutano huu tumekubaliana kwamba wale ambao hawachangii ulinzi shirikishi watachukuliwa hatua za kisheria, ili ulinzi waendelee kuimarika. na wale ambao wanatamani kuhamia mtaa wako kwa wizi, unawaambia nini? hawezi wasije, kwa sababu tutataka kupambana nao na tayari tumejipanga kwa ajili ya kupambana na wezi. Kwa hiyo mm. Wasikanyage kwenye huu mtaa, sio, tayari kupambana nao. Kuelekea uchaguzi mkuu nawaambia nini wananchi? Pia kwenye uchaguzi mkuu tunawahamasisha watu wajitokeze kwa wingi kwenye zoezi la kujiandikisha, na zoezi linaanza tarehe 17, Jumatatu. Wale wote ambao wenye sifa wanatakiwa wajitokeze kwa wingi ili waweze kujiandikisha ili waweze kupiga kura, watumie haki yao ya kikatiba.